Mara nyingi watu wengi wamekuwa wakichukulia hii changamoto kama ni kitu cha kawaida, kuhisi ali ya ila kitu kinakwama kooni, kupata kikozi ambacho kinakuja na kurudi, hasa wakati wa usiku, lakini pia kuhisi ali ya kuungua moto, hasa ile eneo la hapa juu, lakini pia kingine, maumivu ya tumbo uh, baada ya kula au kabla ya kula, na kitu kingine ni kuhisi kitu kama kinapanda kooni mdomo mwingine kinaunguza hadi kwenye tissues za mdomo ama za koo. Hiyo ni acid reflux, usichukulie poa. Ina stage hizi nne, na katika hizi stage, ikifika stage ya tatu upo katika hatari kubwa sana, na hatari yenyewe ni kwamba ikifika stage ya nne ni kwamba umefika katika stage ya kansa ya koo au stage ya kansa ya tumbo kutokana na kwamba imeshaleta madhara mengine katika mfumo wako wa chakula. Acid reflux sio kitu cha kupuuzia, never ever, usipuuzie acid reflux. Unataka kujua ni vyakula gani uvitumie mara kwa mara ili uweze kukaa sawa? Comment, nahitaji. Unataka kujua ni vyakula gani uviache ili visiendelee kuchochea ile tatizo? Comment, nahitaji. Unataka kujua ni vyakula gani vitakavyokusaidia kuweza kupona kwa haraka? Comment, nahitaji. Lakini pia unahitaji tiba ambayo itakusaidia kupona moja kwa moja, yani changamoto ya asili kupona moja kwa moja na usiwezi kurudi nyuma kama ulivyokuwa ukitumia tiba nyingine hapa na pale, na bado tatizo likawa na linajirudi. Comment, nahitaji tiba. Afyabackups inajali afya yako, tunawapenda sana.